Masomo ya misa takatifu. Somo la kwanza, Yohane wa kwanza sura ya tatu mstari wa saba hadi kumi. Somo katika barua ya kwanza ya mtakatifu Yohane. Wanangu, asiwadanganye mtu. Atendaye uadilifu ni mwadilifu kama yeye alivyo mwadilifu. Atendaye dhambi ni wa shetani, kwa maana shetani ametenda dhambi tangu mwanzo Kube mwana wa Mungu ametokea kusudi ayavuje matendo ya Shetani. Kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu begu ya Mungu imo ndani yake. Huyo hawezi kutenda dhambi, kwa sababu amezaliwa na Mungu. Watoto wa Mungu na watoto wa Shetani hujulikana hivi: kila asiyetenda maadilifu wala hampendi dugu yake si wa Mungu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya tisini na nane na mstari wa kwanza, kisha saba hadi nane na tisa Kitikio: miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa mungu wetu. Miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Mwibieni Bwana wibao mpya, kwa maana amefanya mambo ya ajabu mkono wake wa kulia na mkono wake mtakatifu umemletea ushindi. Kiitikio: miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Bahari na ivume na vyote viijazavyo, dunia yote na wote wakaao ndani yake. Miito na ipige makofi, milima na iibe pamoja kwa furaha. Kiitikio: miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu mbele ya Bwana kwa kuwa anakuja, kwa kuwa anakuja kuihukumu nchi, hata uhukumu ulimwengu kwa haki na mataifa kwa adili. Kitikio: miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Mara nyingi na kwa namna nyingi Mungu alisema na mababu zetu kwa njia ya manabii; siku hizi za mwisho amesema nasi kwa njia ya mwana. Somo la Injili Takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako, e Bwana. Yohane sura ya kwanza mstari wa 35 hadi 42. Wakati ule Yohane alisimama tena huko pamoja na wawili wa wanafunzi wake, akamwona Yesu akipita jiani, akasema, tazameni mwanakondoo wa Mungu. Wale wanafunzi wake wawili waliposikia hayo walimfuata Yesu. Yesu akageuka akawaona wanaomfuata, akawauliza natafuta nini? Nao wakajibu Rabi, inayotafsiriwa mwalimu, unakaa wapi? Akawaambia njoni, mtaona. Wakafuatana naye wakaona, wakashida kwake. Siku ile ilikuwa saa kumi. Andrea, duguye Simon Petro, alikuwa mmoja wa wale wawili waliomsikia Yohane na kumfuata Yesu. Huyo alikutana kwanza na Simoni duguye akamwambia, tumemwona Masia, inayotafsiliwa Kristu, akampeleka kwa Yesu. Yesu akamtazama, akasema, wewe u Simon mwana wa Yohane, utaitwa Kefa, inayotafsiliwa Petro. Ijili ya Bwana. Sifa kwako, e Kristo.